s wasifiwe, na tuianze ibada hii ya siku ya maombi ya dunia katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Tukiwa tumesimama hivi, tutashirikiana wote Zaburi ile ya nane mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Zaburi ya nane mstari wa kwanza mpaka ule wa tisa, tutasoma kwa kupokezana. Wewe Mungu... Wewe umeweka utukufu wako mbinguni. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Kondoo na ng'ombe wote pia nam na wanyama wa kondeni. Mstari wa tisa tusome wote kwa pamoja, wewe wewe, hmm. Mungu Bwana wetu. Jinsi ilivyo tukufu jina lako duniani mote. Amen. Tunaweza kuketi. Tutaendelea na ibada tukimsifu Mungu na wimbo nambari ya 391 na 391. Bwana na Mungu nashangaa, Bwana Mungu nashangaa kabisa ni

orana. Ibada ya leo inatujia kutoka kwa kundi la wanawake Kia orana ni msemo katika lugha ya Kimaori ambao wakazi wa visiwa vya Koku hutumia kusalimiana. Kia orana inamaanisha zaidi ya salamu tu, ina maana uishi muda mrefu na uishi vizuri. Wacha uangaze kama jua. Wacha uangaze na ucheze na mawimbi. Dada zetu katika visiwa vya Cook wamealika dunia nzima kusalimiana leo kwa msemo huu wa Kimaori. Unakaribishwa pia wewe kurudia baada ya maneno haya: kia orana. Kia orana. Uishi muda mrefu. Uishi vizuri. Wacha uangaze kama jua. Wacha ucheze na mawimbi, ucheze na mawimbi. Kia orana. Kia orana. Chukua muda na utambue kumpumua kwako mwenyewe. Naomba tuchukue muda kidogo tutulie, uvute pumzi kwa dakika kama moja. Angalia pumzi yako inavyoingia na kutoka kama mawimbi ya bahari. Tulia kidogo tena, uvute pumzi. Kila mmoja wetu aliyekusanyika hapa leo anapumua. Je, hilo si jambo la kushangaza? Sote tunashiriki zawadi hiyo ya uhai. Kwa hakika, jinsi mawimbi ya bahari yanavyopanda na kushuka, pumzi zetu hutiririka ndani na nje. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele amen. Tumepewa neno la Mungu la kutafakari siku ya leo ya ibada ya maombi, tunapoongozwa na kichwa kinachosema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tumepewa neno kutoka Zaburi ya 139 mstari wa kumi na nne tu. Zaburi ya 139 mstari ni ule wa 14 tu. Tutamwomba Mungu kabla sijasoma. Mungu mtakatifu na Baba wa rehema, wewe uliye Mungu na zaidi yako hakuna mungu mwingine. Sisi watoto wako kila wakati na kila saa imetupasa tukushukuru kwa mema mengi unaotutendea katika maisha yetu. Kipekee tunakushukuru kwa jinsi ulivyotuumba kwa jinsi ya pekee, tuko mikononi mwako, tunapotafakari siku hii ambapo maombi yanafanyika kwa dunia nzima, tumekusanyika hapa kutafakari maneno yako ya uzima. Tunamwomba Roho Mtakatifu mwalimu atufundishe na kutuhekimisha, siku zote tuishi sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba tukiamini na kushukuru, Amen. Nitawatangulia kusoma Zaburi ya 139 mstari ule wa kumi na nne. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana Amen. Tunaweza kuketi wapendwa. Wapendwa, tunapotafakari habari ya uumbaji uumbaji wa Mungu wetu, tunakumbushwa kuwa tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu Tunaporejea kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa kwanza mstari wa 26 tunapata maneno yanayotukumbusha Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Viumbe vingine vyote Mungu alitamka neno, vikatembea vikatokea, lakini hapa tunaona kama kuna kikao fulani kilikaa cha nafsi zile tatu za Mungu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hivyo wapendwa, tunapo tafakari kwamba tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, hii inadhihirisha kwamba Mungu ameweka uwezo ndani yetu utakaoweza kusitawisha na kuonyesha sifa za uungu kwa mfano, upendo kama Mungu alivyowa upendo huruma kama Mungu alivyo na huruma, na hata haki. Kama alivyotangulia kusema, Mungu aliumba viumbe vyote, lakini mwanadamu alimuumba kwa jinsi ya ajabu tena ya pekee. Ya pekee namna gani? Akapewa pumzi ya uhai, akapewa dhamiri, na ndipo aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, hali ya uungu ikae ndani ya mtu huyo. Kwa maneno mengine au kwa maana nyingine, Mungu kutuweka sisi duniani alitamani tuwakilishe vile Mungu alivyo. Na hii kwetu sisi ambao ni Wakristo, tunapaswa tuishi maisha ya ushuhuda ambao hata wengine ambao hawajamfahamu Mungu wanapotutazama wamwone Mungu kupitia sisi. Katika somo hili ambalo tumelisoma la Zaburi mtumishi wa Mungu Daudi alitambua kwamba ameumbwa kwa jinsi ya ajabu tena na ya kutisha. Hivyo alisema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Daudi anapotambua ameumbwa kwa jinsi ya ajabu na kutisha, tena ametofautishwa na viumbe vingine, alichukua jukumu la kumshukuru Mungu. Tunapoangalia uumbaji wa Mungu hasa tukiangalia kuanzia mtoto anapoumbwa akiwa tumboni mwa mama yake, ile miezi yote tisa, tukitafakari ni kitu cha kipekee. Lakini mtoto huyu anapozaliwa tu, kama hatakuwa na changamoto yoyote, anaanza kulia. Hakuna mtu aliyemwelekeza. Lakini si kulia tu, anaanza kutafuta chakula, kunyonya. Ni jinsi gani tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu lakini pia tumeumba kwa jinsi ya ajabu. Hata wale tunaowaita ni identical twins, wale wanaofanana kabisa la, ukiwatazama vizuri unakuta kuna mahali wametofautiana. Lakini si hivyo tu, wakitofautiana sana, watakapoweka fingerprints zitakuwa tofauti. Ni kwa jinsi gani tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Daudi alivyotambua hili akamshukuru Mungu. Daudi hakuishia hapo tu. Anatukumbusha kwamba Mungu pamoja na kutuumba kwa jinsi ya ajabu, anatulinda. Tena ametuumba kwa uangalifu mkubwa na utunzaji wake ni wa pekee na wa upendo. Kila mwanadamu Mungu amemuumba kwa kusudi lake. Hakuna aliyekuja duniani kwa bahati mbaya. Wakati mwingine tunapopata changamoto mbalimbali mbali katika ulimwengu huu, tunashawishika hata kujuta kwa nini tulizaliwa. Tunashawishika hata wakati mwingine kujilaumu, lakini somo la leo linapotukumbusha tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ni nafasi yetu ya kujitafakari. Hata pale tulipokata tamaa na hata kujichukia, tukumbuke Mungu ana kusudi na kila mmoja aliyemuumba. Tena kila mmoja wetu ameumbwa kwa kusudi maalumu la Mungu, na ndio maana hata tulipo hapa kila mmoja yuko kwenye nafasi yake kwa kusudi maalum ambalo Mungu alimuitia. Hivyo wapendwa, hii ituvute kama mtumishi wa Mungu Daudi kumshukuru Mungu kwa kutuumba kwa jinsi ya pekee. Nyakati hizi tunazoishi, wapendwa, tunaona changamoto nyingi zinazotokea, hasa watu kuto kujikubali pale inapofika watu wanabadilisha jinsi zao. Wanawake wanataka kuwa wanaume, wanaume wanataka kuwa wanawake. Kwa lugha ile ya Wachaga wazuri wanasema wasoro wakundewa waka na waka wakundewa wasoro. Tatizo ni nini? Hatujatambua thamani ya Mungu ya kutuumba kwa jinsi ya ajabu. Tukitambua kwamba thamani ya Mungu ya kutuumba na kila mtu kwa kusudi lake na kwa mpango maalum kwa Mungu akikuumba kuwa mwanamke alikusudia, na kuna kusudi maalum, na akimuumba mwanaume alimuumba kwa kusudi maalumu pia. Hili lituvute kumshukuru Mungu. Jambo lingine ambalo mtumishi wa Mungu anatukumbusha katika somo hili anasema, matendo ya Mungu ni ya ajabu. Tena anakiri anasema nafsi yake inatambua kwamba matendo ya Mungu ni ya ajabu. Ya matendo ya Mungu hayachunguziki, matendo ya Mungu hayahesabiki. Wapendwa, sisi sote, kila mmoja akitafakari tangu alipozaliwa matendo makuu ambayo Mungu amemtendea katika maisha yake, tukisema tusimuliane, tunaweza tukakaa hapa siku mbili tunasimuliana hatumalizi, kwamba matendo ya Mungu ni makuu katika maisha yetu lakini pia tunapotafakari tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tulipoanza ibada, tulifanya zoezi la kuvuta pumzi, zoezi la uhai, zoezi la kitu cha pekee ambacho Mungu alikiweka kwa mwanadamu. Na ikitokea mtu amepata changamoto ya afya akashindwa kupumua, kwa wale wanaofanya kazi hospitali, wanaweza wakaungana na mimi jinsi ambavyo madaktari watakimbizana kuhakikisha kuweza kumaintain ile pumzi iweze kukaa mahali pake. Kwa hiyo atahitaji hewa ya ziada, na hii itapaswa kulipiwa. Lakini huyu Mungu wa huruma ametupa pumzi hii kwa neema, tunaipata kila wakati. Na hapa tukafanya zoezi la kupumua, tunapumua vizuri, hii ituvute kumshukuru Mungu. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha, anatulinda, anatutunza tena kwa upendo wake wa kipekee wa kipekee kabisa. Swali la kujiuliza, mimi na wewe tunapotafakari, Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu kipekee kabisa, matendo makuu anayotutendea, je? Tumepata nafasi ya kumshukuru Mungu katika maisha yetu? Lakini pia Daudi, alipotambua ameumbwa kwa jinsi ya pekee na ya ajabu sana, akasema maneno haya: nitakushukuru Mungu kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu tena ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu imetambua sana. Tutamalizia mahubiri yetu tukiimba 196 na fungu lile la pili, tukimshukuru Mungu kwa jinsi alivyotuumba kwa pekee na kutafakari kama kweli sisi tumeweza kumpa Mungu shukurani ya kweli. Namba moja, atuanzishie fungu la pili 196.

Mateso pia kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kipekee tuvutwe kumshukuru Mungu.